Jina langu naitwa Issa Abbas Hussein, makamu mwenyekiti wa Chama cha Ukombozi wa Umma, Chaumma Zanzibar. E, tumekuja hospitali kwa ajili ya kumwangalia mzee afya yake, kwa sababu baada ya mizunguko mikubwa alionekana amechoka sana. Kwa hiyo tukahisi kwamba machofu aliokuwa nayo kabla ya kufunga safari kuelekea Dar es Salaam tumpeleke kwenye hospitali ambayo iko bora zaidi ya kuela kuangaliwa afya yake. Na tokea kuja leo ni siku ya tatu, inaonekana afya yake iko vizuri, anaendelea vizuri, tunapata huduma nzuri kwa kweli. Sasa hivi hakuna wasiwasi yoyote, hata leo ameshaongea na dochivele muda huu kama saa nane, kuonekana kwamba yuko afya nzuri. Lakini dalili alionyesha dalili gani hata mkalazimika kumleta hospitali? A, tulimuhisi amechoka kwa sababu umri umesogea kidogo, sasa katika mizunguko ile imemchosha sana, imemchosha e, sana kwa hiyo tukaona tumpeleke tukienda hospitali pale idaru ili kuangaliwa, akasema sisi hatutakuwa uangalizi zaidi, lakini kuna hospitali ambayo tutakupelekeni ambayo ina uangalizi bora. Baadaye wakatupa transfer tukaja na daktari mpaka hapa ili kwenye kuangalizi bora, na kweli uangalizi wake umekuwa ni mzuri, na mpaka sasa hivi afya yake inaendelea vizuri. Tulikuwa njiani, wakati tulikuwa sehemu tunaelekea idaru, mkutano wa mwisho ili tuende Dar es Salaam kwa mapumziko. Na wakati huo mlikuwa na chopa au e, sisi tulikuwa na chopa lakini yeye kuanzia eneo la Mwanga alipanda gari kwa sababu tuliona kwamba chopa pale kidogo sababu tulikuwa tupishana kwenye mikutano mikutano mingine anapanda chopa yeye mikutano mingine anapanda chopa mimi kwa hiyo hapo alipanda gari ili kuelekea idara na al, mimi kwa nimepanda chopa paka pale idara sasa kufika pale tu, tunaandaa mkutano wa mwisho ambao tuweze kuingia tukimaliza hapo tufunge kazi kwa wiki hii tuelekee da. Sasa hapo ndio tukapata taarifa kwamba mzee kidogo anaonekana amechoka sana. A, tukasema wacha tumpeleke hospitali hapa, hapa, idaru ili kwa uangalizi. Tulipompeleka pale akasema hapana, kwa alivochoka huu mzee itabidi apate uhamisho apeleke hospitali ya Moshi. A, tulikuja naye hapa baada ya madaktari kumuona wakaonekana kama afya yake kidogo imechoka, akapimwa sababu ni mtu wa pressure kidogo na sukari, akapimwa akaonekana kama presha imepanda kulingana na ile mitikishiko na safari, basi kapewa dawa za kurudisha presha, kurudisha sukari, basi uko fiti kabisa. naitwa Gabriel Chiseo ni afisa wa uhusiano hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC. Siku ya Jumamosi juzi tulimpokea mheshimiwa lungwe katika idara yetu ya magonjwa ya dharura na baadaye tukaenda kumlaza katika wodi ya watu mashuhuri na moja ya changamoto ambayo ilikuwa ikimsumbua ilikuwa ni uchovu kulingana na shughuli zake. Kwa hiyo, vipimo vyetu vya awali vilionyesha kwamba kwa sababu ya uchovu wa shughuli zake ilipelekea akapata homa. Kwa hivyo, madaktari wetu wabobevu walishauri kwamba apate muda wa kupumzika kutosha, wakifuatilia afya yake na kuendelea na vipimo zaidi. Mwanzoni alionekana kuchoka, alikuwa amechoka ame, ame, ni mtu ambaye alikuwa amechoka kwa hivyo baada ya vipimo vyetu vya awali ilionyesha kwamba ni kwa sababu ya uchovu wa shughuli zake na, na kwa mujibu wa historia ya, ambayo ilichukuliwa ilionekana kwamba alikuwa na shughuli nyingi ambazo zilimpelekea sasa nadhani mwili ukachoka, kwa sababu ni mwanadamu naye anachoka. Sasa nazani shughuli zilikuwa nyingi sana, kwa hivyo ikaonekana amechoka sana. Kwa hiyo tukatamani kwamba apumzike kwenye odi ya watu mashuhuri tukifuatilia afya yake, lakini tunashukuru mpaka leo asubuhi anaimarika vizuri sana na wakati wote tunaweza tukamruhusu. Kwa sababu madaktari wetu wameendelea kufanya vipimo, wameendelea kufanya vipimo zaidi. Kwa hiyo nadhani baada baadaye, kama sio leo ama kesho, tutatoa vipimo ambavyo tutampa tuta amba majibu yeye mwenyewe na si mtu mwingine, kwa sababu kuna baadhi ya matibabu ni, ni siri kati ya daktari na yeye mwenyewe. Lakini tu taarifa za msingi ambazo tulimpokea nazo ni uchovu wa shughuli zake, ni kwamba alikuwa ana shughuli nyingi na alikuwa amebanwa sana kwa hivyo uchovu ulipelekea kupata homa. Kwa hivyo niseme tu, mpaka leo hii anaendelea vizuri, na nadhani madaktari wetu wameshauri siku baada ya siku moja siku mbili, tutamruhusu aende na shughuli zake kama kawaida, lakini wamemshauri namna ya kufanya shughuli zake kwa sababu ya afya yake.